kwangu mimi tuko na target ya mechi saba za mwanzo wakati tunaanza marudio juu ni mechi saba hapa mmo timu kubwa kubwa zenye naheshimu sana sio kama siheshimu timu zingine hapana maana yake pamo Azam pamo Mtibwa pamo uh, uh, Yanga unasema kama zile game saba kwetu ni muhimu sana tupate point 21 Mungu ametusaidia game ya pili hivi tukizipata hizo tutakuwa tuko na mwelekeo tunamwomba Mungu atuende mbele na sisi tutazidi kupambana. Tunajua kama maya mesema maisha yetu yako kwenye liga, tuna nafasi nyingine ya ya ya ya kukimbilia ni hapo hapo. Tutamwomba Mungu tusaidie na sisi tujitume mpaka tuhakikishe kama mambo yamekuwa sana. Kwanza nilisema kama unajua kurudisha kama Erasto, mtu, mtu kama Erasto pale ku, ku katikati, nimetusaidia sana alafu na kujituma kwa wachezaji kufata maelekezo sana sana Unajua, mpira wa leo sio kucheza tu, lazima ucheze na udefend. Kila mtu ameshaelewa hiyo, ndio maana unaona kabisa mambo yanaanza kuwa polepole pole, yanakuja vizuri. Tunamshukuru Mungu, haikufa haikufa juu, tulipata kama nafasi tatu ya kufunga magoli. Hii ndio mfumo, yaani tunakaba tuna katikati, tunawasubiri tu, tusijitupi sana, afu tunacheza tuna kwa kaunta, ndio ilikuwa mpango hii eh. Unajua Azam wakati inakuja iko na wachezaji wa vizuri katikati, wanajua kujipanga vizuri, wanajua kunyang'anya mpira, wanajua kucheza. Sasa, inatakiwa na pale fasi ya katikati mtu anajua kucheza mpira na yeye unasikia? Yaani amlazimishe ule mwenye naye anajua kucheza mpira, yani afanye makosa. Unasikia? Kichwa anajua kucheza na mpira, anajua zakatoa katikati, anataka toa pasi ndefu inaenda kwa mbele. Ndio hiyo sababu tumrudisha katikati leo. Kila fasi pako mtu anaweza kufanya mistake. Kama sisi tuzo tukaifanya tukafungwa, na wenyewe zao kaifanya wakafungwa. Unasikia? Mimi nilisema kama ni timu nzuri unajipanga force pote kianzia katikati juu, timu kuna na katikati nzuri, hata nyuma pataka vizuri, juu kwanza hawapotezi mpira mbili, wanajua kukaba vizuri, unakutana hata kule defense hata kiwa mbovu haionekani sana, juu katikati imekuwa ndo roho ya timu. Azamu katikati ni wazuri sana, nafikiria nikisema niki nikilinganisha na, na Simba, na yenyewe iko timu kama mbili au tatu za Tanzania ina katikati vizuri tumetumia moja tume tuna, kwa tunataka tucheze tunatoa katikati halafu tunapeleka pembeni. Mungu amesaidia me, tumepata moja, wamezubaa kidogo tumefunga, ndiko cha lazima hicho, tunamshukuru Mungu. Ah, kila mechi kama mtu anafunga goli si ndio chenye mtu anataka bana? Hakuna kitu kingine, unashukuru Mungu na unafurahi. Kwangu mimi hakuna namba sita Tanzania na mshina mkuu kwangu mimi sijui wengine yeah. wangin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 Pesa ni mpesa <laughs> nilidhani, mimi ndo mjanja kumbe washikaji wamenizidi kete. Lipa kwa mpesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki, upate zawadi za papo hapo. Pesa ni mpesa.